Ha, tulia basi kwanza, we ushazungumza pointi zako na mi ni achie nizungumze pointi zangu. We unaona kama Hamas ni wazembe fulani hivi na wamekubali tu simpo simpo kirais, lakini na mimi nilikuwa na pointi zangu. Usubiri ukae kimya na mimi nizungumze pointi zangu. Kwanza unatakiwa ujua kwamba Hamas wamekubali kusitisha mapigano, yani ceasefire. Hii ni pointi ambayo itakuja kumwangusha Netanyahu na Israeli kwa ujumla. Watakuwa pia hawana pointi, hawana kitu ambacho kitawafanya waendelee kubaki, eh, kubaki, eh, kubaki Gaza. Watakuwa wanataka kwenda kupigana au kushambulia Gaza kwa kitu gani? Hamasi wamesitisha wame mapigano, kwa mnaenda kufanya nini tena? Kwa hiyo ni pointi ya kuangusha. Pili eh, Hamasi eh, tulia E, tulia nimalizie nukta zangu. Pili, Hamasi wamekubali e, kuachia mateka na e, kuachia mateka, sio kwamba wamekubali kuachia bila chochote, wamekubali kuachia mateka na e, kwa kubadilishana na wa Palestina takribani elfu mbili hata kama wakaribie elfu mbili mm -hmm. Lakini ni kwenye elfu moja na kitu hivi. Hiyo e, ni pointi kubwa sana itawaweka Hamas katika trend yani, hata kama Hamasi wataondoka katika eh, wataondoka Gaza, wataondoka katika mamlaka ya Wapalestina, lakini watakuwa katika ile trend. Yani, kuna kitu wamekifanya kwa ajili ya wa Wapalestina. Wapalestina wengi ambao walikuwa wamefungwa maisha, walikuwa wana vifungo vifungo virefu vinaitwa vifungo sijui. Hivyo hivyo, walikuwa wana vifungo vya muda mrefu, kwa hiyo Eh, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kurudishwa kwa Wapalestina kutoka katika, eh, katika, magari, ma, katika ma, magereza ya Waisraeli. Hiyo ni pointi kubwa sana kwa Hamasi. Ya tatu ni kuhusiana na misaada na ujenzi upya wa Gaza. Hamasi wamekubali, eh, misaada lakini kwa sharti. Misaada inatakiwa iwe chini ya wao Wapalestina na sio Eh, kuwa na eh, misaada hiyo kuwa chini ya shirika lolote au mamlaka yoyote kama ilivyokuwa imependekezwa. Na pia kuhusiana na ujenzi wa Gaza, wamesema ujenzi na hiyo misaada inatakiwa kuwa chini ya mamlaka ya Wapalestina wenyewe. Kwa hiyo hii inakuwa imemwangusha Netanyahu na Israeli kwa ujumla, kwa sababu kama walikuwa wanataka wapandikize vitu vyao